ai ya, ya, ya jamhuri ya watu wa China limefunguliwa na mheshimiwa daktari Philip izoni Mpango, makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na sita Oktoba 2025. Eneo hili la hifadhi ya Ngorongoro lilitambuliwa na shirika la umoja wa mataifa la elimu, sayansi na utamaduni au kwa kifupi UNESCO kuwa eneo la hifadhi ya jiolojia ya Ngorongoro Lengai ambayo ni geopark pekee katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara na ya pili katika bara la Afrika. Na kwa kutambua umuhimu wa uhifadhi wa historia na umuhimu wa jiolojia ya Ngorongoro Lengai, serikali imedhamiria kuboresha na kulinda miundombinu yake na hivyo kwa kushirikiana na serikali ya watu wa China tumeweza kujenga makumbusho haya ya kisasa pamoja na kuboresha uhifadhi na huduma za utalii katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro na maeneo mengine ya hifadhi ya jiolojia ya Ngorongoro Lengai. Ni matumaini ya serikali kuwa kukamilika kwa mradi huu kutasaidia kukuza sekta ya utalii na kuvutia idadi kubwa ya watalii wa utamaduni. Lakini kadhalika, mradi huu utawezesha upatikanaji wa taarifa za kijiolojia na hivyo kuifanya nchi yetu kuwa miongoni mwa nchi zilizopiga hatua katika aina hii ya utalii. Geopark hii ina manufaa makubwa, kwani licha ya kutunza zana za kale, simulizi maarifa asilia na tamaduni, itawezesha pia elimu ya jiolojia na mazingira kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na kuwezesha tafiti za kijiolojia na mabadiliko yake. Aidha, kupitia geopark hii, tutaweza kuimarisha ushirikiano na ubadilishanaji maarifa na taarifa kuhusu uhifadhi endelevu wa mali asili. Hivyo Serikali nawakaribisha watafiti wabobezi wa masuala ya jiolojia kutembelea kituo hiki kwa lengo la kujifunza na kufanya tafiti zaidi za kijiolojia katika maeneo haya. Waheshimiwa viongozi na wananchi wenzangu, sekta ya utalii ni mojawapo ya sekta zenye mchango mkubwa sana kwa taifa ikiwa ni chanzo kikubwa cha fedha za kigeni. Aidha, mapato yatokanayo na shughuli za utalii yaliongezeka kutoka shilingi milioni mia saba mwaka elfu mbili na ishirini hadi shilingi bilioni nne mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka elfu mbili ishirini na tano mpaka mwaka elfu mbili na thelathini imeweka lengo la kuongeza idadi ya watalii kutoka hiyo milioni 5.3 hivi sasa hadi kufikia watalii milioni 8 kwa mwaka itakapofika mwaka elfu mbili na thelathini. Hivyo, wito wangu kwa Wizara ya Maliasili na Utalii ni kuendeleza jitihada za kuvutia watalii kwa njia mbalimbali, hususan kwa kutangaza vivutio vyetu. Mojawapo ya, ya majukumu ya geopark ni kuinua hali ya jamii zinazozunguka, kwa Kimasai tena, namaanisha empowering the local communities. Ninaitaka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kufanya jitihada za makusudi kushirikisha jamii inayozunguka eneo hili katika shughuli za uhifadhi wa eneo hili zikiwemo mila na tamaduni zake.